Huwezi kufanikiwa kuanzisha biashara kama hauna mtaji. Hivyo ni muhimu kutafakari jinsi utakavyopata mtaji wa kuanzisha biashara. Baadhi ya wajasiriamali hudhani sehemu pekee ambayo zinapatikana fedha za mtaji wa biashara ni kwenye mabenki. Hiyo sio sawa. Kipindi hiki nitaeleza jinsi unavyoweza kupata fedha za mtaji wa biashara kutoka kwa wahisani. Kupata fedha za mtaji kupitia kwa wahisani, kama unaweza kutosheleza vigezo kwa wais, vya wahisani, upo uwezekano wa kupata fedha za mtaji kutoka kwao. Wapo wahisani wengi Tanzania na hata nje ya nchi ambao wana fedha za kusaidia watu na makundi mbalimbali mbali ambayo yanakidhi vigezo walivyoweka. Sasa hebu tuangalie vigezo vya miradi na hata biashara. Jambo la msingi ni kutekeleza vigezo ambavyo wameweka ili uweze kupata mtaji wa biashara au wa mradi. Vigezo hivyo vimeganyika katika sehemu mbili. Kwanza ni upande wa miradi na vigezo vyake ni kama ifuatavyo. Kwanza, wanajishughulisha kwenye shughuli za kilimo wa wawekezaji wa, wa au wahisani. Pili, wanajihusisha kwenye mambo yanayohusiana na elimu. Tatu, wanajihusisha na shughuli za uzalishaji. Nne, wanajihusisha na shughuli za usafiri. Tano, wanajihusisha na shughuli za usafirishaji. Sita, hujihusisha na shughuli za afya na mambo mengine mbalimbali. Kwa hiyo kama haya mambo niliyoyataja na wewe ndio mojawapo unataka kuanzishia biashara au mradi, basi kuna uwezekano mkubwa wa kupata fedha za mtaji wa hizo biashara au miradi. Vigezo vingine vya wahisani ni kama vifuatavyo: mmoja, huwa wanaangalia profile ya watu wanaotaka hizo fedha kutoka kwa wahisani yani wale waombaji, kama wamekamilika kwa maana e, uzoefu katika mambo wanayoombea au elimu au hata kama wana fedha za kuchangia na wao katika hiyo miradi. Kwa hiyo profile ya yule anayetaka ku, kupata fedha kutoka kwa wahisani huwa wana vigezo vyake na wanaiangalia kama mhusika amekidhi. Namba mbili ni swala la malengo ya mradi au biashara. Hao hisani huwa wanaangalia malengo ya huo mradi mnataka kuanzisha au biashara mnataka kuanzisha, kama yanakidhi e, vigezo ambavyo wao wameweka. Kwa hiyo kama malengo yenu yanakidhi vigezo ambavyo wao wameweka basi kuna uwezekano mkubwa wa kufanikiwa kupata fedha za mtaji wa mradi wenu au wa biashara mm -hmm. Tatu ni swala la ukamilifu wa maombi ya mtaji wa biashara hii. Ina maana kuwa unapohitaji msaada kutoka kwa hawa wahisani, kuna andiko ambayo inabidi ulitengeneze, inaweza ikawa kama business plan au hata feasibility study. Sasa lile andiko linatakiwa lile limejitosheleza kabisa ili wao wakilisoma waone kuwa kweli huyu mtu anastahili kupata e, msaada. Kwa hiyo ukamilifu wa maombi ya mtaji wa biashara ni muhimu sana. Naona tumefika mwisho wa video yetu ambayo leo nimejaribu kueleza jinsi ya kufanikiwa kupata mtaji wa biashara au mradi kutoka kwa wahisani. Naomba usubscribe huduma zetu ili usikose kuangalia video zinazotolewa na Tan Business Channel kila siku. Asante na karibu tena.